Hujambo na karibu kwenye kipindi kingine cha jarida la weekend kinachoangazia matukio mbalimbali. Ni kipindi ambacho kinaletwa kwa ushirikiano wa VOA hapa Marekani, Azam TV nchini Tanzania na Citizen TV nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo nikiwa hapa Washington DC nami ni Ivona Kabuntu wa Azam TV nikiwa hapa Dar es Salaam, Tanzania. Hii leo tunaangazia namna ambavyo mahusiano ya mataifa rafiki eh, kati ya Marekani na Ukraine yakiendelea kuwa tete na hasa baada ya Marekani kuonesha wazi kwamba hatuendelea kufadhili eh, Ukraine dhidi ya vita ya Urusi. Na mimi naitwa Nimro Tabu kutoka runinga Citizen jijini Nairobi nchini Kenya. Bila shaka rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumanne, katika hotuba yake katika bunge la Congress, alisema kwamba amepokea barua kutoka kwake rais wa Ukraine eh, Vlodimir Zelenski akisema kwamba Ukrain iko tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo, kutafuta suluhu na kujaribu kumaliza vita vya miaka mitatu vya Rasia dhidi ya Ukraine. Hii hapa taarifa yake, Sandey Shomari, eh, ripoti kamili. We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. Kauli hiyo imetolewa baada ya viongozi wa Ulaya kukutana na London Jumapili iliyopita kujadili vita vya Ukraine na Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alipokea barua kutoka kwake baada ya kutakiwa kuondoka White House, Washington DC, kufuatia mvutano uliojitokeza baina yake na Rais wa Marekani Donald Trump. With World War. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa dunia walikutana jijini London Jumapili kujadili mustakabali wa vita vya Rusia na Ukraine, ambapo Jumatatu utawala wa rais wa Marekani ulitangaza kusimamisha kwa muda msaada kwa Ukraine. Siku ya Jumanne Rais Donald Trump akiwahutubia wabunge wa Marekani anaonyesha mwangaza wa uwepo mwelekeo tofauti. Nilipokea barua muhimu kutoka kwa Rais Zelenski wa Ukraini. Barua hiyo inaeleza kwamba Ukraini iko tayari kuja kwenye meza ya mazungumzo haraka iwezekanavyo, ili kuleta amani ya kudumu. Hakuna mtu anataka amani zaidi ya wa Ukraini. Kundi langu na mimi tuko tayari kufanya kazi chini ya uongozi wa Rais Trump ili kupata amani ya kudumu . Tunadhamini sana ni kiasi gani Marekani imefanya kusaidia Ukraine kudumisha mamlaka yake na uhuru wake. Kuhusu makubaliano ya madini na usalama, Ukraine iko tayari kutia saini wakati wowote. Mapokezi ya Rais Zelenski yalikuwa tofauti kutoka kwa viongozi wa Ulaya ikilinganishwa na yale aliyoyapata akiwa Marekani katika ofisi ya rais Oval Office Ijumaa wiki iliyopita. Rais wa Ukraine alikwenda kutia makubaliano ya madini adimu ya kimkakati na Marekani, lakini mambo yalikwenda mrama mbele ya wanahabari. Hatua ya Ulaya kumkaribisha Rais Zelenski mara baada ya kutoka Washington ilizua mjadala kwa wachambuzi kuhusu mwelekeo wa vita vya Rusia na Ukraine, swali kubwa likiwa ni kwa namna gani Ukraine na Ulaya wanaweza kukabiliana na Rusia bila mdao muhimu mwenye nguvu na ushawishi Marekani. Viongozi wa Ulaya walimhakikishia Rais Zelenski kumuunga mkono, ambapo Waziri Mkuu wa Uingereza Ki Stamer alisema Uingereza, Ukraine na Ufaransa pamoja na mataifa mengine ambayo hakuyataja wataunda umoja wa mshikamano First, we will keep the

Na leo ninatangaza mpango mpya ambao unairuhusu Ukraine kutumia paundi bilioni 1.6 za fedha za mauzo ya nje ya Uingereza kununua zaidi ya makombora elfu tano ya ulinzi wa anga ambayo yatatengenezwa Belfast na kuunda nafasi za kazi katika sekta yetu ya ulinzi. Hii itakuwa muhimu kwa kulinda miundombinu sasa na kuimarisha Ukraine katika kupata amani itakapofikia kabla ya hotuba ya Rais wa Marekani Donald Trump kwenye bunge la Marekani, kuna uwezekano wa kurejeshwa kwa mkutano wa tangazo la Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski kukubali mazungumzo mengine. Hali ilikuwa ya sintofahamu, lakini bado swali kubwa linabaki kuhusu imani ya Ukraine na Ulaya kwa Marekani kusaidia kukabiliana na uvamizi wa Rusia nchini Ukraine. Na je, wataweza bila Marekani? Asante uh, sana Sande Shomari na ripoti hiyo. Basi, kujadili mada yetu ya leo, tupo na wageni wawili, Abdul Karim Atik, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akiwa studio za Azam TV jijini Dar es Salaam, Tanzania, na Martin Chomba akiwa studio za Citizen TV jijini Nairobi, nchini Kenya, moja kwa moja. Tukianza kujadili hili, nikianza kuelekeza swali langu kwa bwana Martin, mimi uh, swali hili nimekuwa nikijiuliza sana kutokana na hali jinsi ilivyokuwa ikienda baada ya mkutano wa maraisi Donald Trump na uh, Volodymyr Zelensky na baadaye namna Ulaya ambavyo imejitokeza kutangaza kusaidia zaidi Ukraine. Je, Ulaya inaweza kukabiliana na Russia bila ya Marekani? Bila ya Marekani, uh, Ulaya ingawaje wako na nguvu ikikumbukwa kwamba ni mataifa Uh, zaidi ya ishirini ni takriban ishirini na saba saa hizi, kwa sababu UK haiko um, iku, kuna uwezekano kwamba wako na nguvu ya kukabiliana la, lakini si nguvu tu peke yake. Itakumbukwa kwamba Marekani iko na ushawishi mkubwa duniani na kwa, hivu, kwa sababu tuko katika ile tunaita unipolar world power kwamba Marekani ndo wanaongoza katika nyanja zote whether ni economic ama military na kwa hivyo itakuwa ni vyema zaidi wakiwa katika uh, pande ya Ulaya kukabiliana na Russia, lakini ikikuwa kwamba kabisa kabisa haiwezekani uh, kwa sababu Ukraine ni part ya Ulaya ama ni wako katika continent moja, itafika kwamba la, hawawezi kuachilia Ukraine wakakuwa peke yao, kwa sababu watakuwa watakuwa wameachilia kwamba Russia wanaanza kuingia ingia wakiwaelekea na kwa hivyo, itabidi wajikaze kwa, kwa, kwa, kwa vyovyote vile ndo Russia isikue na ile nafasi ya kusukuma uh, Ukraine, hata kama Amerika hawako lakini itakuwa vyema zaidi Amerika ikiwa katika huo mchakato. Tam. Uh, swali so langu lina kwenda moja kwa moja kwa bwana Abdul Karim aliyeko uh, studio za Azam TV na swali so langu ni hili Trump anaonekana kujitokeza na kuchukua mwelekeo wa kukandamiza taifa moja katika malumbano hayo tuliona mkutano wake ulikuwa na hali tofauti uh, mazingira tofauti akiwa na rais uh, Vladimir Putin wa Russia na ikawa tofauti tofauti alipokutana na rais wa Ukraine sasa um, kitu ambacho kinazuka ni kwamba je atakuwa anachukua mwelekeo kama huu wakati ambapo anatoa masharti kwa taifa moja na sio masharti kwa taifa lingine, na pili litakuwa na athari gani? Kwa sababu inaonekana kwamba ni lazima taifa fulani taifa linaonekana kuwa dogo kuchukua masharti ili liweze kuungama kwamba litafiki matakwa ambayo Donald Trump au Marekani anataka kusisitizia katika masuala ya vita ulimwengu mzima. Uh, Amerika tunamsema Trump, lakini ukweli unabaki kwamba hizi ni siasa ama sera za Marekani kama utakumbuka, eh, mambo ya New World Order ya Rais George Bush eh, junior, na alitumia kusingizia nchi kama Iraki kusema wana mabomu akavamia Afghanistan wana silaha vitu kama hivi. Kwa hiyo sera za Amerika ni sera za amri, yote hiyo inatoka Washington na hii inakuja kutokana na historia yenyewe kwamba hata hiyo uh, Ulaya yenyewe kama isingekuwa Amerika kuisaidia Ulaya baada ya Adolf Hitler kushindwa, ilikuwa Stalin ndio mtu wa kwanza kuingia kwenye banka ya Adolf Hitler. Na unaona mpaka mji mkuu wa Ujerumani wa wakati ule Ujerumani moja, Berlin, ukatengwa ukawa yasi, ukiwa na, na, na, na majeshi mawili ya upande wa Marekani na upande wa, wa upande wa Urusi kwa hiyo hata Ulaya yenyewe amani yake na, na stability yani utulivu wake unaotokana na Marekani na Amerika, wamekuwa wakitumia nguvu nyingi, fikiria kuweza, kwa kunyamazisha ile axis ambayo alikuwa Wamarekani wa Japani na, na, na, na, na Waitalia, akapiga mabomu kule Japani. Yani yote ni kusema Amerika ndio baba wa nguvu za ulimwengu. Sasa hawezi kukubali kutumwa na kutumikishwa bila ya kupata chochote na hasa ukilinga, ukizingatia kwamba hali ya uchumi wa dunia imezorota na Amerika yenyewe ikiwa katika, katika uh, mdororo wa uchumi sasa. Atafanyaje sasa, mm, sasa mm. Na basi katika kuendelea kuchangia hilo wacha tumsikilize Rais wa Ukraini, Volodymyr Zelensky, hasa mara baada ya Marekani kusitisha misaada kwa taifa lake. Bco pt leo watu wengi wanauliza maswali mengi, nini kitatokea kuhusu msaada wa Marekani? Ameagiza waziri wa ulinzi wa Ukraine wa kuwa mashirika yetu ya ujasusi na mabalozi wetu kuwasiliana na wenzao nchini Marekani na kupata taarifa rasmi. Watu hawapaswi kudhani. Ukraine na Marekani zinastahili kuwa na mazungumzo yenye heshima na msimamo wazi kutoka kwa kila mmoja, hasa linapokuja swala la kulinda maisha wakati wa vita ni kauli yake Volodymyr Zelensky. Sasa, uh, atiki hapo hapo kwa, kwa Zelensky mwenyewe kuonesha nia ya kwamba mimi nipo tayari kuachia madaraka. Lakini tu Ukraine iwe NATO. Hakuonesha dhamira yake dhidi ya, uh, ya, ya Putin kwamba kilichopo hapa ni zaidi ya Trump anachokiona Na mazungumzo ndio yanaweza kufikia katika hiyo hali hata, hata, hata Putin ya ki, hata, hata Zelensky akisema atoke kwenye madaraka, bado msimamo wa Ukraine kuhusu Russia uko pale pale kwamba Urusi e, ni mvamizi na lazima awajibishwe na ile amri ya rais, presidential decree, ya kutokubali kuongea na Putin kwa sababu ni mvamizi , haijatolewa ile amri. Ikitolewa ile amri, ndio rais yoyote wa Ukraine anaweza sasa kwenda kuongea na, na, na, na Urusi. Lakini Urusi naye ana madai yake, kwanza ya NATO hakubali kabisa, na hata makubaliano ya awali, wakati Soviet Union inavunjika ilikuwa kuna baadhi ya nchi zisiingie kwenye NATO, kuwe na eneo huru na hilo ni jambo ambalo kusema kweli uh, Urusi inalizingatia sana lakini, vile vile eh, namna, amba, namna ambayo raia ama wa, wa, wa, wa, wananchi wanaozungumza au wenye asili ya, ki, ya, ki, ya Kirusi ambao wako Luhanski na kule Donbas, ambao hao pia Urusi naona wanahitaji ulinzi kutoka, kuna wanaonekana kama wa Ukraine wanawabagua, na umeona hata Crimea <coughs> imekuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo mazungumzo hapo sio ya, ya siku moja au ya siku mbili, ni mazungumzo ambayo yatachukua yata muda, lakini angalau yatasimamisha, wanasema mizinga itasimama angalau kwa muda na kuleta hali ya utulivu, kwa sababu mpaka sasa hivi ki, ki, kitendo cha kuurusi yeah, eh, Marekani ku, kuizima mitambo ya anga ya air defense ya, ya Ukraine inaiweka ina Ukraine katika hali ya hatari ya majeshi ya Urusi kusogea. Bado unaendelea kuangalia jarida la wikendi na tuma hili, tunaangalia namna ambavyo mahusiano ya Ukraine na Marekani yanavyoendelea kuwa tete, hasa baada ya Rais Donald Trump kusitisha misaada yake kwa Ukraine. Tutarejea tu baada ya hivi punde. Kilio chao kitakaposikika. we here for our stand there are so many corrupt cases. Kukufa, tunaendelea kukufa kila siku. Oscar Malivika, sauti ya Amerika. Kibumba, tuambie nini kimeratibiwa hii leo? Na atakuwa nazungumza ili kuwashawishi wapiga kura. Sasa kinachosalia kwa chama cha Republican ni kuwashawishi wapiga kura wiki hii katika jarida la weekend Ivona Kamuntu kutoka Azam TV Tanzania. Jamila yeye yuko pale Nairobi, Kenya. Mimi ni Idi Ligongo wa VOA kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha kutazama maisha na afya. Magonjwa hii sijui kama ilipatikana namna gani, anaelezea kwa mapana kuhusu mlipuko wa mpox barani Afrika. Kilia, hawa watu sita hadi pale kilio chao kitakaposikika. So kukufa kukufa, tunaendelea kila siku. Malivika, Sauti Amerika, Kibumba. Tuambie nini kimeratibiwa hii leo. Na atakuwa anazungumza ili kuwashawishi wapiga kura. Sasa kinachosalia kwa chama cha Republican ni kuwashawishi wapiga kura. Wiki hii katika jarida la wikendi, Ivona Kamuntu kutoka Azam TV Tanzania. Jamila, yeye yuko pale Nairobi, Kenya. Mimi ni Idi Ligongo wa VOA kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibanyasi, ninakukaribisha kutazama maisha na afya magonjwa. Hii sijui kama ilipatikana namna gani, anaelezea kwa mapana kuhusu mlipuko wa mpox barani Afrika. Nam, karibu tena basi. Hili ni jarida la weekend, tukiangazia mwelekeo wa vita vya Russia na Ukraine mara baada ya kutokea mvutano wa hapa na pale eh, kwa Marekani kutangaza vilevile kusimamisha msaada kwa Ukraine licha ya uwepo wa taarifa kwamba kuna uwezekano maraisi Donald Trump na Volodimir Zelenski kurejea katika meza ya mazungumzo. Wageni wetu hii leo ni Abdul Karim Atik mchambuzi wa siasa za kimataifa na Martin Chomba mchambuzi wa siasa vilevile za kimataifa. Wenzangu ni Ivona Kamuntu akiwa Dar es Salaam na Nimrod Tabu ambaye namwachia moja kwa moja atupe maelezo ya kina juu ya kile tunachokizungumza. Nimrod, naam. Idi, asante sana. Kwa kifupi tu, wakati natayarisha jedwali hili nilikuwa najiuliza swali moja tu: je, Marekani imesaidia Ukraine kwa kiasi gani? Wengi wanaofahamu lakini imetoa usaidizi kwa njia tofauti, na nianze kwa kuarifu kwamba msaada kwa, kwa Ukraine umekuwa swala nyeti sasa tangu Donald Trump aweze kuingia tena katika uh, ikulu ya White House nchini Marekani. Pili ni kwamba inakaribiwa kuwa uh, Marekani imetumia mpaka kufikia sasa dola bilioni mia moja kumi na tisa nukta saba kwa msaada kati ya Januari mwaka 2022 na Disemba de mwaka 2024, wakati mapigano hayo yalipoanza. Trump amedai lakini Marekani imetoa zaidi ya dola bilioni mia tatu, huku akisema kwamba anailaumu Ulaya kwa sababu inatoa pesa kidogo sana kuisaidia Ukraine. Kwa hivyo kuna utata kidogo, lakini ikumbuke katika msaada huu kuna msaada ambao unatolewa na Marekani ambao ni wa kibinadamu ambao tunasema kwa kimombo humanitarian, na mwingine ambao unatumika kama mkopo. Nitakueleza kwa sababu gani, halafu tuingie katika masuala ya EU, muungano wa Uropa. Msaada kwa Ukraine: Umoja wa Ulaya unasema nchi za EU zimetoa msaada wa takriban dola bilioni 145 toka mapigano yalipoanza na mikopo ya EU itakuwa kwa masharti nafuu, kwa hivyo Ukraine itakuwa ikipata riba kidogo tu kutoka fedha ilizotoa kwa kawaida. Sasa nilikuwa naeleza hapo awali baadhi ya fedha zinazotoa na mataifa, Martin Chomba baadaye kuhusiana na athari hizi. Mwisho ni masharti ya Marekani kwa Ukraine. Je, Marekani kwa sasa hivi imesitisha kushirikisha taarifa za kijasusi na Ukraine, kwa hivyo haitoi tena habari kuhusiana na masuala ya usalama, jambo ambalo linaiweka Ukraine katika hali tete zaidi, kama tulivyoelezwa hapo awali na pia Marekani tayari imeishiwa kipesa kuendeleza uchumi wa Ukraine, kwa sababu sasa hivi taifa ambalo linakabiliwa na masuala ya kivita haliwezi kujiendeleza kiuchumi, kwa hivyo linatarajia mikopo. Sasa ndio masuala ambayo tutataka tuendeleze katika mazungumzo, nirejee kwake id. Asante uh, sana Nimrod, kwa maelezo hayo, lakini tukumbuke kwamba swala la Marekani kusitisha msaada kwa taifa la Ukraine limezua hisia mseto. Sasa tupate kauli ya waziri mkuu wa Ufaransa Francois Beru. Baada ya sitisho siti hilo, niruhusu niseme, ingawa naweza kuwa kinyume na vile inavyoonekana, kwamba hii ni mada ambayo nipo tayari kukubali kuwa maoni ya rais wa Marekani yanapaswa kuheshimiwa na tunapaswa kujiandaa nayo. Ninaamini kwamba bara au umoja wenye utajiri na uwezo wa silaha kama tulionao, tuna jukumu la kuboresha usalama wenyewe. Hatuhitaji kuendelea kutegemea wengine daima. Nam ni waziri mkuu wa uh, Ufaransa. Sasa uh, Bwana Abdul Karim, nirejee kwako moja kwa moja. Rais Donald Trump amekuwa akiahidi amani na kumaliza vita hivi, kwa mazingira sasa yaliyopo ya, ya siasa za kikanda, katika mgogoro huu unaweza kumalizika kabisa na kusahau joto ambalo linatishia vita vya tatu vya dunia? Kwa mujibu wa rais Donald Trump, u Ulaya wao hawana uwezo wa, wa, wa, wa, wa, kwa, kwa kweli wa waku, kuizuia Urusi kwanza hata kwa kweli wa waku, kuizuia Urusi kwanza, hata bajeti zao nchi zote za Ulaya wana bajeti ndogo sana, labda hazifiki asilimia mbili, wakati Urusi sasa hivi bajeti yake inakaribia asilimia saba ya, ya pato lake katika nguvu za kijeshi. Urusi tayari anayo majeshi takriban laki mbili mpaka laki tatu ambayo yako tayari kabisa wakati wowote kwenda kwenye battlefield Ulaya hata wakijisema wajikusanye wote hawapati wanajeshi laki moja na nusu. Kwa hiyo unaweza kuona mizania ya, ki, ya kijeshi katika eneo la Ulaya linaifavor zaidi Urusi kama sio Marekani e, Urusi anaweza hata akazichukua zile nchi zote ambazo zilikuwa zamani za kwenye Soviet, Soviet Union, na ikumbukwe ikwamba wakomunisti wa, wa katika hizo nchi bado wapo. Sasa kitendo cha Marekani kuzuia kabisa silaha zisiende hasa ma, ma, marisasi ambayo yanatumika ammunition hizo ambazo zinatumika kila siku, lakini kitu kibaya zaidi, hata zile ambazo zimeshakaribia karibia eh, Ukrain ambazo ziko Poland na ziko nchi nyingine pale za mashariki ha, ametoa amri kwamba zisiende kabisa. Kwa hiyo sasa hivi eh, Ukrain amebaki kama mtoto yatima. Ulaya haiwezi kumsaidia, haina nguvu ya kumsaidia, kwamba niko chini ya amri yako Donald Trump, naomba msaada wako na hata hayo madini ambayo Trump alikuwa anayataka kwa ajili ya ku Kupoza hali yake ya kiuchumi atayapata na, na kama unavyoona eh, hali ya uchumi ya Ulaya imekuwa, na kuna vita pia ya kiuchumi ya, ya ki tunaona vita hiyo na, na, na Wachina tunaona vita hiyo na Wakanada, rafiki mkubwa wa Marekani, tunaona vita hiyo. Kwa hiyo kusema kweli, sasa hivi Marekani ndio inajaribu kutunisha misuli ya kuzuia vita vya tatu ya dunia, ama inaweza ikae dunia ama inaweza ikasema ikae pembeni, na itaanzia huko huko Ulaya na kusambaa Mm, so so. Chomba, sasa Chomba uh, wacha nije kwako sasa. Kwa kuwa ni wazi kwamba Ulaya yaonekana yaona kabisa ni usaliti unafanywa na mshirika wao Marekani dhidi ya Urusi na kwa sababu kibajeti haiwezi kujipima mabavu dhidi ya Urusi. Ni kusema kwamba Trump atampa Ukraine Urusi akawa mshirika wake dhidi ya Ulaya ama dhidi ya eh, ukanda wa Asia vile Marekani inaangalia ama inaangazia hizi vita? Ama, uh, ni, ni kwamba kusitiza uh, ile tunaita uh, ceasefire ni kwamba wa Ukraine wanasi, wanajihisi ni kwa, kwamba wana, ni kama kwa, kana kwamba wanasalitiwa kwa sababu wanasema kwamba hiyo ceasefire haiambatani na sababu wanasema kwamba hiyo ceasefire haiambatani na matakwa yao e, atatwishi iliyokuwa pale Washington DC Uh, pale White House wakati Zelensky alikuwa amemtembelea Rais Trump. Na ni kwa sababu kwamba ingawaji uh, Ukraine ni wale tunaita underdog katika hii vita wanasikia nikana kwamba haki zao zinakiukwa, ni kama nikana, kabla ya hizi vita ziishe ama tukue na ile kimilitari na kifedha. Wanaona ka, nikana kwamba uh, Russia wanashikana, wana ni kama kwamba uh, US wanaegemea sana upande wa uh, Urusi uh, katika kutatua mzozo wenye huko, na kwa hivyo inapelekea kwamba mataifa ya Ulaya pia yanaona nikana kwamba Uh, Amerika hawakui fair katika kutatiza ama kusitiza ile tunaita ceasefire. Bwana Martin, kwa kumalizia tu, Ukraine imetumia msaada kama lilivyotangaza hapo awali kwenye jedwali, misaada ya kifedha kukabiliana na Urusi na pia kuendeleza uzalishaji, kwa sababu wakati inakuwa inakabiliwa na matatizo mengi, lazima pia ifikirie uzalishaji, na mataifa mengi, si bara Ulaya pekee, bali hata hapa Afrika, yanategemea chakula na rasilimali zingine kutoka Ukraine. Iwapo msaada huu utasitishwa kikamilifu, lazima tuangalie athari zake kiulimwengu. Kuna athari za aina gani wakati msaada huu wa kifedha unapositishwa? Ukraine itakuwa vipi? Hata ikiwa uh, jumuia ya, ya Ulaya imesema kwamba itatoa msaada fulani, itakuwa, it, itakuwa vigumu sana Ukraine ita, watakuwa pagumu sana na hii itakuwa ni Ukraine peke yake. Itakumbukwa kwamba Ukraine ni mmojawapo ya mataifa yanaozalisha nafaka duniani wale tunasema, leading producers of grain ndio duniani, na kwa hivyo wan... kuna madini, kuna madini kuna fertilizer, kuna chuma, hizi steel and iron zote zinatoka hapo, kwamba um, ile tunaita economy ya Ukraine ni copy paste ya Russia. Unaona, wako karibu, ndo wanatoa grains, uh, madini za chuma na iron ore. Um, fertilizer na vitu zinginezo tu nyingi. Kwa hivyo itakuwa kwamba world trade itakuwa affected sana, unaona Afrika, mataifa kama uh, Misri uh, South Africa, Nigeria, mataifa yenye uwezo mkubwa wa population wote ni customer wakubwa sana, wanaagiza uh, grains huko na nini Ukraine na kwa hivyo ikikuwa kwamba uh, Ukraine wataachiliwa wakue hoehahe wakue ni kama tum, wame, wameachiliwa na dunia, itakuwa kwamba si wao tu watakuwa wata, wata na shida. Mtego wa panya huingia waliokuwemo na wasiokuwemo. Kwa kifupi sana, je, unahisi hayo ndio masharti Donald Trump anataka kusisitizia kwa taifa kama Ukraine kwa sababu anafahamu ina, u, ina umuhimu wake katika ulimwengu mzima? Kwa hivyo nikigandamiza katika masuala ya misaada katika masuala ya kivita nitakuwa napata nafasi kama Marekani Eh, kukandamiza kabisa Marekani na, na Rais Trump anajihisi, anahisi kwamba la, uh, uh, Ukraine hawana lolote lile, itabidi wamefuata mefua, wa matakwa na masharti ya nchi zenye nguvu, na mojawapo ikiwa Marekani, ndo waweze kutatuliwa mzozo ulioko, lazima watimize eh, masharti Asa, yenye wa. Asante sana Bwana Martin Asa, idi kazi kwako. Asante sana uh, ndugu yangu hapo Nimrod na bwana Martin naona mlikuwa mnachambua kweli kweli sisi tuseme kwamba tunakamilisha jarida la weekend na asante sana kwa kutazama na nawashukuru wageni wetu wa leo Abdul Karim Atik mchambuzi wa siasa za kimataifa na Martin Chomba vilevile vile mchambuzi huyu wa siasa za kimataifa kwa niaba ya wenzangu Ivona Kamuntu wa Azam TV kutoka pale jijini Dar es Salaam Tanzania na Nimrod Tabu wa Citizen TV Uh, jijini Nairobi nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo nikiwa hapa Washington DC na ninakuambia usikose kujiunga nasi katika siku nyingine tena ya jarida la weekend wiki ijayo.